Kwenye kila msimu mpya wa maisha, kwenye kila msimu mpya wa maisha yako, kwenye kila msimu mpya wa maisha yangu, kuna kitu aga kinaitwa msingi. Msingi ambao umeweka, ambao nimeuweka au, au ambao nimejiwekea, ambao utanisaidia kubeba ule msimu wote wa maisha yangu. Bwana s katika msimu mpya ambao tunauelea, msimu mpya wa masomo hmm, chuo, university university katika huo msimu mpya tunaoendea, kitakacho tusaidia kusustain hizo mvua, mafuriko, pepo na madudu mengine yote ni msingi uliowekwa juu ya mwamba imara. Bwana Yesu asifiwe. Tukiweka msingi juu ya mwamba imara, haimaanishi kwamba mvua hazitakuja, mafuriko hayatapita, siji, pepo hazitavuma. Pepo ziko pale pale, mvua ziko pale pale, pale, pale, mafuriko yako pale pale, lakini kitakacho tusaidia ni kuweka msingi juu ya mwamba Bwana asifiwe. Ambapo tukiwa juu ya huo mwamba vyote vitapita, vitatutikisa vita kidogo. Isaya inasema kwamba utapita katika maji mengi, lakini hatakugarikisha utapita katika moto, lakini miale yake haitakuunguza. Kwa hiyo inamaanisha miale ipo, moto upo, madude dude mengi hapo, lakini kama misingi yetu ikiwa imewekwa juu ya mwamba imara ambao ni Kristo, hatutatikisika. Bwana asifiwe. Uimara wa kitu chochote unategemea msingi wake ukoje? Haleluya, wengi hapa tumezaliwa kwenye familia za Kikristo, si ndio? Kabisa. Eh, wengi, mimi pia nimezaliwa, nimezaliwa kwenye familia ya Kikristo, baba anaenda kanisani, mama naenda kanisani, yaani Jumapili ni siku ya kufunga milango na kwenda kanisani. Nimezaliwa kwenye familia ya hivyo, kabla sijakuwa, kabla sijajitambua, kuna misingi mama wangu alikuwa ameshaniwekea Inawezekana ni misingi ya kimaadili ya kunifundisha au ni misingi ya kuniombea, labda nisingekuwa hivi nilivyo isinge ni isingekuwa ile misingi ambayo imewekwa kabla. Bwana asifiwe. Kuna misingi ilitengenezwa ilitengenezwa, oh, ukijaribu kuikwepa tu yani unashindwa. Nikupe mfano mdogo sam Samweli kabla hajazaliwa, mama yake alikuwa amesemaje, alisema kwamba huyu mtoto atakayezaliwa atakaa ataka atakae karuni milele si ndio? kwamba akisha akisha akisha atishwa kunyonya ataenda karuni. Kuna namna Samuel angekuwa muumini. Yaani kuna namna Samuel angekuwa tozi yani. Asingeweza kukwepa ile misingi ambayo ya mama yake alikuwa ameshamwekea. Ya Bonesus feel. Amen. Tukirudi kwa Sauli. Sauli yule aliyokuwa anachinja chinja anaua watu. Sauli ukisoma ni wa Galatia nadhani. Ukisoma huko. Kuna mstari unasema Ifai mwanzo unasema kwamba Mungu aliyenitenga tangu tumboni kwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Kwa hiyo inamaanisha Mungu alikuwa ameshamtenga Sauli, yani alikuwa anaruka sarakasi zake zote, lakini Mungu alikuwa ameshamtenga kwamba huyu ni mtumishi wangu. Toka sura ya 30 na sura ya 32 mbili, huko ndo watu walimwasi Mungu. Musa alivyoingia kwenda kutengeneza, kusikiliza maelekezo ya wa Mungu, watu wakamwasi Mungu, wakatengeneza ndama sijui wa nini, wakaanza kumwabudu Musa alipokuja hivyo akaona toba na nina nini na nini. Ukianzia mstari wa 33 mwanzoni pale ndio inaanza tena Bwana akanena na Musa akamwambia watoe watu hawa kuwapeleke sehemu fulani. Na Musa anamwambia Mungu kwamba wewe Bwana unaniambia niwachukue hawa watu lakini ukuniambia nitaenda na nani? Ukuniambia ni nitaongozana na nani katika hii safari? Kwa hiyo inamaanisha Musa alikuwa anajaribu kuweka msingi katika ile, yani kuanza kupiga tu hatua ya kwanza. Musa hakutaka aende bila maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Jua kama sisi watu tunatafuta hicho kitu kabla ya kuanza msimu mpya wa maisha yetu. Kabla hawajaanza kutoka, Musa akamwambia Musa akamwambia Mungu kwamba kama nimepata neema machoni pako. Akampa hapo akampa Mungu maelekezo maelekezo. Alafu sikia sasa neno ambalo Mungu alimwambia Musa mstari wa 14. Akasema, mm-hmm. "Uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha." Uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Kipindi hicho cha nyuma Musa alikuwa anawongoza ana wana wa Israeli, anawapeleka, wanakutana na mambo mengi, mambo mengi. Naona hiki kipindi sasa, Musa akasema, ngoja, hey, nipate ni neno la na kuanza nalo, nipate kitu cha kunifanya niwe na ujasiri wa kuendelea. Akamsi Mungu akamwambia Mungu, ikiwa nimepata neema, akamwambia mambo, mambo mengi. Mungu akatoa tamko lake tu, mmoja akamwambia kwamba uso wangu utakwenda nawe, nami nitakupa raha. Tunatamani uwepo wa Mungu uende nasi. Sio uso wake tu. Nibe ningeza natuambia kwamba My presence shall go with you and I will give you rest. Nitakupa pumziko. Kuna wakati ni sehemu kabisa ya kuwa stressed, lakini kunapata tu pumziko. Nakumbuka kipindi mimi nimeanza hata kuokoka, na kwa akili akili niwe ni na God vibes. Hata nilikuwa nimeokoka ile yake baba baba na mama mama, lakini nilipoenda advance, ndo nikaanza kupata akili. Msana anaomba anamwambia Mungu kwamba unipe kama nimepata neema machoni pako, natamani unipe uhakikisho wa hii safari. Kama nawe nataka tu kwenda kwenye safari yoyote, kwenye safari yako bila kuwa na uhakikisho wa huo unakoenda, basi ni wewe, lakini mimi natamani Mungu aniambie kitu ambacho nitakishikilia. Just imagine wewe ni Musa, Mungu kakwambia kwamba uso wangu utakwenda na wewe, nami nitakupa raha, alafu kafika sehemu, kaona ni sehemu ambapo hapapitiki kabisa, hapapitiki kabisa. Utafanya nini? Unarudi tu unamwambia Mungu, lisema utanipa raha nayeye, na anasema kwamba neno langu alitarudi bure, lazima litatimiza mapenzi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo katika msimu mpya wa maisha ambao tunaenda nao, tutamani sana kwenda na uso wa Mungu na atupe raha. Biblia ieza naposema kwamba rest inamaanisha pumziko, haijaongelea ni wakati gani utapata pumziko. Inawezekana ni wakati ambao uko down, uko vibaya. Neno la Mungu linasema rest, pumziko katika huo huo wakati. Kila mtu hapa ni mmoja. Sema tukisha tukishakutana hivi tunaanza tu kupigana story. Unaona yani hi chuo chako gorofa lile, ina gorofa tatu, story nyingi lakini ukikaa mwenyewe, ukitathmini, ukijitathmini, hapo uelewe unakaa hostel au unaenda kupanga. Maana hostel unaona ile kubwa kupanga unaenda ile kubwa. Kila kitu unaona akieleweki. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ulipo uelewi wale wenzangu wa Daslam. Eh? Uelewi, unaenda kabla ya kutiki au baada. Uelewi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi si mwanasiasa, ninaongea tu. Ila nataka kukujulisha kwamba katika hayo maswali mengi ulionayo kichwani, tamani uwepo wa Mungu uende na wewe. Amen. Amen. Kuna hakikisho la raha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, yaani haiwezekani, yaani usijali, ni wakati gani, sijui hiyo raha, sijui wakati utakao umepata ndo DPA mimi hata sijui ni nini, lakini tunajua uso wa Mungu ukienda na mimi takate DPA nzuri. Kwani DPA ya tano ndokali yau ya kwanza au mkesha ni wa washamba ambao wanaenda chuo mshamba? <laughs> <laughs> <laughs> wa kwanza wametikia kwa sauti. Kwa hiyo katika huu um msimu mpya tunaoenda nao, tutamani Mungu atuambie kitu. Yaani usiondoke kwenye huu mkesha, Mungu hajakuambia neno. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usiondoke, yani, by any means na usitamani kutoka kwenye uwepo kwa sababu trust me nobody is going to pray for you. Do you see this this people here. They are praying for nobody. They will just pray for us. Yaani, Mungu wasaidie ndicho watakachoomba. Nakuhakikishia, wataomba tu Mungu wasaidie. Lakini wewe wa kumwambia, Mungu naomba neno lako, naomba uso wako uende na mimi. Ni wewe wa kusema hivi. Mtu ataomba pasona, hakikisha hakikisha, tumesema huu mkesha tumekuja kuweka msingi wa maisha ambayo tunaenda kuendelea. Huwezi jua jinsi utakavyoomba leo ndio kitabeba maisha ya miaka yako hii. Huwezi jua jinsi utakavyojinimina leo kwa Mungu, kutamani uwepo wake uende na wewe, ndivyo utakavyotembea kwenye kipindi chako chote kinachokuja cha maisha. huwezi jua But if you just here watching nini? Eh, watu wanacheza, una unawashangaa, kwanza hata wewe mwenyewe ucheze, unawashangaa. Watu wakianza kuabudu, unawashangaa. Watu wakiingia una wa kwenye maombi wanajiombea, unawashangaa, basi na wewe utashangaa. First year utashangaa, second year utashangaa, utashangaa mpaka utashangaa. Unapoambiwa na Mungu neno mwanzoni mwa safari ni uhakikisho ambao unaleta tumaini kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Sijui ndiye mnaonaje lakini, mimi kwa kweli yani Mungu akiniambia neno hivi. Wanga napata matumaini yasiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakumbuka kipindi tunaelekea kufanya mtendo wetu wa form 6 tulikuwa na maombi. Tulikuwa na maombi. Sijui walikuwa siku ngapi. Tulikuwa na maombi. Hata mkikaribia kwenye mtihani yani, kila sehemu maombi, wise maombi. Maombi, maombi, maombi. Yaani ukimaliza ya upate unatamani ujoin na wise. Ombe. Unajua tunabaka hivi kila sehemu unaona wises wanaingia kwenu wakitoka, wanaingia ukwata wakitoka, yani ni kuomba kuomba. Lakini nikatamani Mungu aseme na kila mtu neno, Mungu akupe neno hivi. Unajua, Mungu akikupa neno anakome, flani. Ni kama unakuwa umembana fulani hivi, sijui kama nyaga, mnatembea na hicho kitu. Mungu akikupa neno ni kama unakuwa yani, yani ni kifungo, ni ahadi, ni agano, na Mungu wetu ni Mungu wa maagano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiomba Mungu akakwambia kitu fulani, Trust me, ukikifanya lazima kiwe better. Na ukiomba Mungu akakupa uhakikisho wa kitu fulani, hata ukifika ukataka kuanguka kiasi gani, hawezi kusahau alichokwambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Musa alivoo alivyomsihi Mungu kwamba hii safari sasa tunaenda kuanza upya, baada ya kukukosea wewe, natamani natamani natamani, Mungu seme kitu kama nimepata neema machoni pako, sema kitu Mungu. Akasema, uso wangu utakwenda na wewe Musa, nami nitakupa raha.